Karibu katika channel yetu. Ili kuwa wa kwanza kupata taarifa kila siku, tunaomba ulike, usubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele. Hello guys, wanangu wa game, wadau wa game wote. Naamini mpo poa kabisa Mungu kawajalia uzima wa afya tele kuiona siku ya leo tena. Sasa leo tumekuletea mods mpya za mabasi, mods za D14. Hizi ni mods ambazo zimeongezewa ndani ya game lako la simu ili kufanya game liweze kupendeza zaidi na zaidi. Oya wewe unyama ni mwingi. Hizi mods za D14 zipo nyingi sana na kuonesha baadhi ya mabasi ambayo yamefanywa update ndani ya game. Oya unyama ni mwingi. Yapo mabasi mengi sana. Umeona kuna ABC, kuna Tilisho, kuna Ijuka, kuna Shabibu, basi kama zote. Kwa hiyo ndugu jamani, marafiki, kwa wale ambao mtakao mhitaji mods za mabasi mtatucheke kupitia 0621 21 14 72. Kwa wale pia ambao hawana game la Bongo pamoja na mwonekano wa Bongo tutacheki kupitia namba 0621 21 14 72. Kwa wale pia ambao hamna lamani za tizi ndani ya game lako utatucheki kupitia namba 0621211472. Oya, karibuni tupate mods kali, game kali, lamani kali, ili mradi tuweze kufurahia game letu safi kabisa. Kwa waleyote ambao ma wa, tatucheki kupitia namba 0621211472. Pia msisahau kusubscribe ili mweze kupata update tofauti tofauti kila siku.